Mara nyingi nimefundisha hapa kuhusu kanuni, mbinu, vitu vingi vya kusaidia kutoboa kwenye maisha, kufanikiwa kwenye maisha na vitu kama hivyo, lakini naomba nikupe leo uh, kanuni tatu za kukusaidia kutoboa au kufanikiwa kwenye mahusiano pamoja na ndoa. Kanuni tatu uh, za kukusaidia kutoboa au kufanikiwa au kupata breakthrough katika mahusiano na ndoa. Kanuni tatu. Kanuni ya kwanza mapenzi, mapenzi yanataka matendo. Kanuni ya kwanza, mapenzi yanataka matendo. Mapenzi au mahusiano au ndoa haihitaji maneno peke yake. Sio kwamba haihitaji maneno, inahitaji maneno lakini don't dwell on maneno peke yake, hapana. Kuzungumza kuwepo, kujadiliana kuwepo, lakini unatakiwa kuakti zaidi, words versus actions. Matendo yanahitajika sana, kama kwenye imani. Maneno sio ma, maneno machache, matendo yanahitajika zaidi. Kwenye imani tunapenda kwa imani, tunapenda kwa matendo. Kwenye upendo, imani ina matendo, watu wanataka kuona, na kwenye mahusiano na ndoa, watu wanataka kuona, sio tu kusikia. Nisamehe, nisame, nisamee nisame, nisamee namee nisamee nisamee ta kuona mabadiliko. Mapenzi yanahitaji actions. Unafanya nini unaposema unampenda? Unafanya nini unaposema mi namheshimu? umefanya nini? Unaoyafanya yanaonekana, unaheshima au huna heshima, yanaonekana unapenda au hupendi. Jambo la pili au kanuni ya pili Mapenzi yanataka trust, mapenzi yanataka kuaminiana. Tengeneza maisha yatakayokufanya uaminiwe, tengeneza maisha yatakayokufanya uaminiwe, tengeneza maisha yatakayofanya kuaminiana kuwepo. Wanasema wazungu, trust needs proof, yani kuaminiwa kuna hitaji tangible, vitu vinavyoonekana, sio maneno tu. Niamini bwana, umefanyaje uaminiwe? Mbona unaonekana uniamini? Aa, umefanya vitu vinavyofanya tusikuamini, tatizo uniamini? ni kwa nini? Kwa sababu umefanya kitu kinachofanya usiaminiwe. Hakuna mtu ambaye anazaliwa aaminiwe. Hapana. Tunakuamini kwanza alafu unavunja uaminifu, alafu hatukuamini kabisa, alafu ili tukuamini tena lazima ujenge ule uaminifu uliovunja we mwenyewe. Wanaume wako hivyo, wanapenda sana kuaminiwa, alafu hawawezi kuishi maisha ya kufanya aaminiwe. Kanuni ya tatu na ya mwisho kwenye mahusiano na mapenzi na ndoa, samahani sio maneno, samahani ni matendo, samahani sio ngonjera. Samahani ni action. Samahani sio maneno ya kwenye kanga. Samahani inahitaji change, change. Sorry means change. Sorry means turn around. Apology means transformation. Huwezi kusema nisamehe kila siku ubadiliki. Wewe kanuni imeshakushinda huwezi kusema I am sorry kila siku huko vile vile. Unarudia kitu kile kile, unajikwaa pale pale. Wewe kanuni hii imekushinda. Unasema samahani, matendo yako yabadilike. Unasema nimekosea, basi usifanye tena. Unasema nimetubu, si nitorudia, basi usirudie. Naitwa Dr. Chris Mauki. Ukifanya mambo utanikumbuka siku nyingine.